Eke kaunti nambari moja. Naibu kinara wa ODM Abdulswamad Nasir amesema mazungumzo kati ya ODM na UDA ni kwa minajili ya kuhakikisha chama cha chungwa kinawasilisha matakwa yatakayonufaisha wanachama na uungwaji mkono wa chama hicho humu nchini. Akizungumza huko Mombasa, gavana huyo wa Mombasa amewataka wanaopinga hoja hiyo kusubiri hadi pale viongozi wa vyama hivyo watakapofanya vikao na kuweka bayana maelewano badala ya kupinga ushirikiano wa UDA na chama cha ODM. Ninyi kama wana Mombasa museme ya kuwa gavana wetu hayuko katika chama cha upinzani, yuko katika serikali ama namna gani? Kwa hivyo tuingie, tuingie kisaasaa, sio tumeingia hapa, mguu haujulikani uko nje, mguu haujulikani uko ndani. We want to negotiate something that is going to be feasible for our people. Tujue tukiwa tuna negotiate, tunajua ya kuwa sisi kama ODM tunapata wizara kadhaa, tunapata nini? tunapata nini? Hata pengine yeye mwenyewe president aseme ya kwa mimi nimeamua nitasimama kwa chama cha ODM. You never know, si alitoka hapo pia yeye, ama namna gani? Sasa watu wanaanza kuassume kwa tumekubaliana jambo fulani na hata hatujakaa juu ya meza, na tutarejea chini mashinani, hata nitarejea kila ward kuuza hii sera.